Wadaku, welcome to the Gossip Corner channel. wala la la la la la la la mambi naendelea kuchemka sasa. Msikia kwamba ati yule doku doku zaki doku zaki ameshikuo, nakwambia ameonwa wo ameonwa wo. Hivi nani ameonwa wo? Kumbe alikuwa anataka kutoroka aende nje ya country, yani atoke Kenya, aende nje ya country. Na kuambia sasa, vile alikuja akaachana na Milii dok Zack akakuja akafanya nini? Akawekwa na mwanamke mwingine, so huyu dok Zack amekwanga natweteni Milii akiwa bado wako. Lakini Mili alipenda Zack itunayetuelewane hii, tuelewane live and direct. Dok alipendwa na Zack. Zack hakupenda Mili Yani, Dok Mili. Yani Mili ali, ali dok. Doku alipendwa na Milii, yani Milii alijipendekeza kwa Doku. Doku hakukuwa anapenda Milii. Sasa yule mwanamke inasemekana, yule mwanamke mwenye Doku alikuwa ameweku, nakuambia ameonwa wo, ameonwa wo. Sasa inasemekana aje, ati Doku ako missing, sijui ako police station ama sijui ako aje. Sasa ile video ya Milii imeenda viral imeenda viral. Kumbe inasemekana Doc alidunga mili shindani, na Doc anasema hiyo ilikuwa tu njia ya mili ya excuse ya kusema ati mimi nilimdunga shindani. Hakuna shindani yenye mimi nilidunga mili. We, mambo ni mengi, muda ni mchache. Sasa nataka kwenda kuwaletea hiyo chaina kalejiti. Hiyo chai inakaa legit. Weka mili kando kwanza tushughulike na hii chai ya doku. Chai ya doku inakuwa legit mtu wangu. Finye notification. Finye notification. Eh, finye notification. Nitakuja kuwaletea chai ya doku. Thank you. Who does that? We haram wanaume. Meno. Hmm. Acha nikae single. Hmm. The first meeting and the second meeting ikina mili walikuwa ni vita. Mnapigania nini? Mnapigania nini? Pesa na mali ya mili? Ongeeni ukweli watoke, fungukeni ma clients, mnapigania nini? TikTok itatoa some millions? Mnapigania nini? Mnapigania kuona kwamba kuna pesa itatolewa na wasaidike? Mnasahau kitu moja, hawa watoto watakuwa serious na kwa maisha yao yote hawataikuwa hawataikuwa tena na baba na mama. Wanahitaji future, yanawambia wafunguke hao ma clients wafunguke, wafunguke. Mimi I don't care whoever judge me on TikTok, that's what I'm telling you right now. You don't care. Mmeeka tarehe 3, ndio mna muzika friday next week, yeah? so friday next week mtamzika mumsahau mali yake iko wapi? watoto wake ataenda vipi? Baba ya Sheila ni mgonjwa wa Germany baada ya Japona na ni uh, uh, passport ya Sheila ime expire hapa Kenya. Hamfikiria atakwenda kwa German embassy kuangalia kama inaweza kuwezekana waweze kurenew passport? Have you confirmed that Mili had said the assets? Walisema. Na hata kwa interview alisema alidanganya ameuza gari afiche kutoka kwa daktari, and you guys stop calling her, Mili wa doc. Because even the doc himself ayuko kwa picture. Ayuko. Sahi miliza, imagine mpaka leo mwili ya Mili ijaamishwa kutoka PGH na familia yiko. Kino nyinyi nimesema kino mpaka leo mjamisha mwili yake kasia ha familia gani? Hakuna familia hapo, mnangoja TikTokers. And I, Peter K, will distance myself from that mchango, if it is going to the family. Kama ni kitu yoyote akufanyia familia inapitia brayo na Sheila. Yes. Hakuna mahali inapita huku kando kando, aipiti kwa TikToker, na naipiti kwa mtu mwingine. Brayo tengeneza account ya TikTok ama geuze hiyo ya mama yake ikuwe ya Brayo na akuje nayo hapo, ndio tutaanza, na tuna kabla michango yote ya TikTok ifanyike, nyinyi mwenye mnajiita familia kwanza mtuambie mko na ngapi ya kumshughulikia leo, ikifikia jioni, mtuambie mmehamisha mwili ya mwili, mmepeleka kutoka DJH kupeleka mahali nyingine, na mko na hii ya kumzika, mtuambie hiyo. You cannot give us a budget of 2.5 million, kwani tunawaalimia shamba? Kuna mahali mmeajiri mtu 2.5 million, na leo tukisema basi mumuzike, alafu tujue vile tutafanya, mtafanya nini? Why are you behaving like We, ni soma saa soma evo, sisi ni hatujasoma sana. Hata kama hatujasoma hamwezi kutusoma hivyo. Sisi niuliza familia ya mili, what were you fighting for yesterday kwa meeting? What is the dispute about? Na hakuna mahali mpaka imehamishwa, hakuna mtu amekuja kunyang'anya mwili. Ni nini mnapigania, familia ya mili? What are you fighting for? They were fighting. Wewe tuliza kino wewe, block hiyo mbwa gasia wewe Kwani hata si, si mami Nyako alikuwa hapa? Akisema ground ni hard. Huyo best yake alikuwa hapa anaitwa Katimog. Ka, ka si alikuwa life. Akisema familia walienda kusettle dispute. What dispute did you have? You would have sorted the dispute with me first. Akiwa hai. Utawangalesha mkufi ya kwambie nini? We know the kind of families we have in this world familia za kugawanya vitu zako za nyumba. Ni watu wengi wako kwa hii internet na hawaongei, wakati mama zenu wamekufa na baba zenu wamekufa, mmenyang'anywa mali yenu na familia. Mkiziona hivi, mama wakambo wananyang'anya, anti yako anakunyanganya na nauta kanyanga hapo tena, you belong to the woods. Nilisikia kuna mtu ameniuliza ati tuna tunachangia, tunachangia mili lini? Kwa nini tuchangie mili Wakati Mili alikuwa anasema story yake online, that was the right time kuchangia Mili hiyo pesa. Tungemchangia kama mama mwenye ana go through something, na achukue hiyo pesa ashare na watoto wake. Sai tunamchangia hiyo pesa, tunapatia nani? The same same family that, that walimtenga, tunamchangia hiyo do We. Mimi sio pundamilia. I cannot do that work. Kama pesa inaendea mtoto wake, no problem. Lakini pesa inaendea familia, hapana, sipatikani kwa hiyo mchango. I'm sorry. Akona akona renta, akona renta address. Yeah, the same same family wenye walikuja hapa. Walikuwa wapi? Guys, you ask questions before you do things. Musibebiwe hapa malenge. The way that lady cried here Me, I didn't know. Me, I didn't know maisha yake itakuwa fupi hivyo but anyway, nivo. akona Airbnb Yeah, hizo vitu wako nazo sini zake y yeah? she needs to be supported yes but through who? anafa kusaidiwa through nani? Hiyo ndio swali yangu. Hey, if, the, if the children can come online tuwa support, hakuna shida, mi nita support. Children, watoto wake wakuje tuwa support, we will do it. Not through relatives. Uyo dem amelia sana, amelilia sana siblings wake, amelilia sana relatives wake. Wasijifanye saa hii ndio wanamsupport. Hata wasijifanye wanalia. Huyo mdema alisema mchukue um, mwili yake mkule, because when she was alive nobody cared. Msijifanye, don't pretend. Waafrika na kupretend, that girl ame die a very very, uh, nini ame, ame, yani amekufa na machungu mingi sana, amekufa na machungu and people ignored watu walimuignore, alisema achomwe akidedi. Hata mi nataka nichomwe, mi sitaki kuwekwa kwa coffin. That is the cheapest and easiest way to say goodbye to this cruel world after watu wakutese, wakutusi, wakutenge, wakufanyie nini. Siku ya burial ndio sahii wanakuja hambo wamevaa masuti, ati wanataka kukuzika mtu anaweza kutoka kwa kofi na pige kila mtu vibare vibare. Mwache kujifanya hapa, wode amekufa na machungu tena sana, and people just ignored her. Sasa ndio mnataka kujifanya ni mimi ke, and me is dead, we want a fundraising ya nani? Mukome kwanza huyo mtoto msichana arudishwe mayu akule hewa ya mayu, ako na German passport, apande ndege arudi Germany. serikali watamlisha. Hapa they take care of children. The government will take her. Asisumbuke kwa hiyo jua. Na huyo, huyo mtoi, huyo, huyo mtoi wa mili. Men will take advantage of that girl. Huyo msichana arudishwe Ujerumani. That is the only way to save that girl. Huyo mtoto arudishwe hapa Ujerumani. The government will take care of her. Atapewa kindergeld. Ata, atalipwa 30,000 per month. Pesa yake taslimu. Pesa ya watoto. Huyo mtoto asiwachiwe Kenya. Men will take advantage of that girl. Na nita follow up. Umtoiy um arudishwe hapa Ujerumani. Ako safe in Germany, definitely Ayuko safe Kenya. U, akifika tu 18 hivi. Ata ata afika 18, 16, 17. Wanaume wataanza kutake advantage of that girl hapa, she has a future. And she has protection. And she... na unajua akona rangi sana ya wazungu ana nini o, yani ameshika sana rangi ya, ya wazungu, so life yake itakuwa easier huku Germany, not in Kenya. ako 16. Aya basi wanaume wataanza tu kumkatia nakupenda, nakupenda, kidogo kidogo, they start misusing that girl. Mims, Mims, wewe ndio huwa uko kwa udaku zote, ebu fuatilia story ya huyo mtoi. Fuatilia story ya huyo mtoto wa mili arudishwe hapa Ujerumani. Wewe uko sangi udaku, fuatilia story ya huyo mtoi in the next two months, mamake akishazikwa arudishwe hapa Germany. We want to see her here in Germany, aende shule afanye Ausbildung, aishi maisha yake.